Hivi umewahi kujiuliza ni mambo gani muhimu kijana anayahitaji ili kufanikiwa? Najua una majibu mengi sana kwenye swali hili, ila mimi nimekaa na kufuatilia watu mbalimbali waliofanikiwa na kupata mambo matano muhimu ambao kijana anayahitaji ili aweze kufanikiwa. Hii ni The Youth Talks Podcast, na mimi ni Issa Muhammad na leo tutaenda kujifunza mambo matano muhimu kwa kijana ili aweze kufanikiwa, ila jambo la tano ni muhimu sana kulifahamu, kwa ukana mimi mpaka mwisho, ili uweze kuyajua mambo haya. Unapohitaji taarifa na unapohitaji madini, kaa nasi tumadinike. Yapo mengi ya kuzungumzwa, lakini na <gumso> hili limezua gumzo hili nalo <gumso> na hili je, <gumso> lakini hili Tupa kule, weka hili, changanya na hili, pata diko kamili, jenga madini kwa afya ya mwili na afya ya akili, songa mbele. Jambo la kwanza, kijana lazima uwe na skills, na hili nimelipata kutoka kwa eh, mtu maarufu kidogo anaitwa Niki wa Pili eh, katika moja ya interview zake aliulizwa ni kitu gani anahitaji kijana ili afanikiwe, akasema ni lazima vijana tuwe na skills, kwamba vijana tutumie muda wetu mwingi kujifunza ujuzi mbalimbali mbali. Iwe ni upishi, kutengeneza e, e, carpentry, kutenge, ufundi selemala, udereva, aina yoyote ya ufundi ambao ule ufundi ndo utatujengea thamani na kutufanya tuweze kuvuta mafanikio kwetu na kupata fedha. Kwa jambo la kwanza kama kijana ili uweze kufanikiwa ni kuhakikisha unakuwa na ujuzi ambao una thamani, ambao thamani kupitia ule ujuzi utaenda utaweza kukusaidia wewe kupata mafanikio. Jambo la pili, na hili nimejifunza kutoka kwa Eric Shigongo, yeye amezungumzia hofu kwamba fukuza hofu kwenye maisha yako. Kwa kama vijana tumekuwa na hofu ya mambo mbalimbali mbali, hasa hofu ya kufeli. Kwa hiyo Eric Shigongo anasema watu wengi tunashindwa kutimiza ndoto zetu kwa sababu ya kitu kimoja tu, hofu. Eric Shigongo anasema nothing will happen in your life if you won't take risks. Ko vijana, nawasihi tuchukue hatua, tusiogope na tuondoe hofu kwenye maisha yetu ili tuweze kufanikiwa. Jambo la tatu, chukua hatua na kuwa tayari kuteseka. Hili nimejifunza kutoka kwa Eric Shigongo. Eric Shigongo anasema vijana lazima tuwe tayari kuchukua hatua na kukubali mateso, kwa sababu mateso au kuteseka kwenye maisha sio kitu kibaya. Mateso ndio yanatufanya tuchangamke zaidi, tuwe na akili zaidi, tuwe wabunifu zaidi. Ko, tuwe tayari kuchukua hatua na tuwe tayari kuteseka ili tuweze kupata mafanikio kwenye maisha yetu. Na jambo la nne ni commitment. Commitment ya kufanya yale ambayo tumetaka kuyafanya, lazima uwe tayari kujiambia no matter what, ili jambo lazima litokee, bila kuhofia, bila kuogopa na bila kumsikiliza yoyote ambaye ataenda kukatisha tamaa na kukufanya ushindo kufikia kila ambacho unataka kukufikia. Jambo la tano na la mwisho ni kuwa tayari kusimamia maono yako. Hili pia nimejifunza kutoka kwa Eric Shigongo, yeye yeah, anasema Usiingie kwenye safari ya maisha bila kujua unaelekea wapi. Lazima uwe na vision ya maisha yako, ujue wewe unataka kuwa nani, ujue wewe unapenda nini, ujue wewe unataka kufanya kitu gani ili uweze e, kufanikiwa. Ukikosa dira ya maisha yako, maanake utajikuta unafanya kila kitu, au utajikuta unachukua kila fursa ambayo inajitokeza, hata kama si ya kwako. Tuwe tayari kusimamia maono yetu ili tuweze kufanikiwa kwenye maisha yetu. Hayo ni mambo matano kutoka kwa hao watu wawili e, ambao nimekutajia hapo. Naamini umejifunza kitu, na hayo ni machache tu, na unaweza ukachukua muda wako kufuatilia mambo mengine mengi ambayo yanaweza akatusaidia kama vijana kufanikiwa. Mimi ni Isa Muhamed na hii ni The Youth Talks Podcast. Nakutakia siku njema, karibu.